Hello mambo, vipi, karibu tena kwenye channel yetu ya Nahoda Creative. Katika video yetu ya leo, nitakuonyesha njia rahisi kabisa ya kutengeneza YouTube short kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Njia hii ni haraka, haina stress na inakusaidia kuweza kubadilisha video zako kwa sekundi chache kabisa bila kupoteza muda. Twende nikakuonyeshe hatua kwa hatua ambazo tunaweza tukazipita kuweza kutengeneza YouTube Short. Ikiwa tayari video yangu ipo kwenye timeline na ipo tayari kwa, kwa ajili ya kutengeneza YouTube short. Kitu ambacho kinafuata ni kuja kwenye menu ya sequence hapa juu. Nita click kwenye sequence, baada ya hapo nitashuka chini kwenye auto reframe sequence. Nita click baada ya kuklik italetea window kama hiyo window, nitaibadilisha nitabadilisha sequence, sequence name, kwa hiyo nitaandika YouTube top short YouTube short. Kitu ambacho kinafuata ni kwenye target aspect ratio. Kwenye target aspect ratio hapa ndo sehemu muhimu ambapo tumepasubiria. Kuna square, kuna vertical hiyo hapo, kuna vertical hii hapa, alafu kuna horizontal. Hapa tutaadili na vertical 9 kwa 16. 9 tisa kwa 16 sita. Sita hii ni maalum kwa ajili ya shorts za, za YouTube. Kwa hiyo Motion. Slow motion ni kwa ajili ya video za slow motion. Default ni kwa ajili ya video za kawaida, na fast motion hizi ni kwa ajili ya video ambazo unataka kufanyia fast motion ya speed ya juu. Kwa hiyo baada hapo nita, ni kutokana na video yangu nitaklik kwenye default. Kwenye default, alafu, utakuja kwenye button ya create na utaklik. Baada ya ku click hapo itafanya auto reframe moja baada ya moja. Hapa itategemea na video yako iko ikoje kama kubwa au, hapa itategemea na ukubwa wa kompyuta yako. Ikiwa kompyuta yako ni kubwa, itaenda haraka, na ikiwa kompyuta yako ni ndogo basi itenda kidogo kidogo. Kwa hiyo tuiache hapa ifanye analyzing ya video zetu. Baada ya kufanya analyzing auto reframe, sasa uta preview video yako ambayo iko tayari kwa. Uta preview kama hivyo, utaona kwa hiyo hapo ipo tayari kwa ajili ya YouTube short. Kitu ambacho kinafuata ni kufanya exporting. Kama bado unahitaji una kufanya editing nyingine, utafanya editing kama kufanya color grading, kuweka title au mambo mengine, utaendelea uta. Kwa hiyo mi nitakuja kwa ajili ya kufanya exporting. Baada ya kufunguka window ya exporting setting, utakuja kwenye kwenye file name utabadilisha jina la file au utaacha hilo hilo. Utakuja kwenye location, sehemu ambayo ni muhimu, utaweka sehemu gani, uta click up sehemu gani ambapo uweke. Na baada hapo utakuja kwenye format. Kwenye format utaweka h264 na baada hapo utakuja kwenye export video yako utai export. Hapo itategemea na uwezo wa kompyuta yako. Na hivyo ndivyo unavyoweza kutengeneza YouTube short kwa urahisi kwa kutumia auto reframe ndani ya Adobe Premiere Pro. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau ku like, subscribe na kushare video hii kwa wengine wanaotaka kujifunza kama wewe. Mimi naitwa Nahoda Creative, tukutane katika video nyingine ya mafunzo.